zimefanyika kitaifa mkoani Mara katika baraza la Eid, makamu wa rais Dr. Muhammad Garib Bilal amesisitiza umuhimu wa amani na kuwakumbusha viongozi wa dini mbalimbali mbali kuhubiri amani kama njia ya kuleta umoja wa kitaifa. Taarifa ya Gaston Mgendi inasomwa studio na Idwesu. Allahu Akbar. Katika baraza hilo lililofanyika katika ukumbi wa chuo kikuu huria cha Tanzania tawi la Mara, Dr Bilali ameeleza kuwa endapo serikali itaelekeza nguvu kufanya kazi za maendeleo, amani itakuwepo. napenda nisisitize kwamba amani katika taifa au jamii yoyote ni sharti la kwanza katika mchakato mzima kwa kuleta maendeleo. baada yadha fanya kazi tofauti metata fusa ya kuzungumza na waumini dini na dinina madhehebu mbalimbali hapa nchini. Kila nipatakwa nafasi kama hii, nimekuwa nikisisitiza sana swala la kulinda na kudumisha amani, utulivu na mshikamano wa taifa letu. Awali katika sala ya Eid kwenye uwanja wa Mkendo, naibu mufti wa Tanzania Hamid Jongo amesema Watanzania wanatakiwa kutoshabikia maneno ambayo yataonekana kuwa ya kichochezi katika kipindi hiki cha kampeni, na ninaomba wananchi Waislamu. Na nausuk Waislamu wasiunge mkono maneno yale ya kushawishiana kutaka kutumia nguvu yoyote, yaye yasiungwe ya mkono kwa sababu hayako katika maslahi yetu, maslahi yetu yako katika kutulila na kila mmoja kuhifadhi kadi yake ya kupigia kura ili kifikie siku ya mwisho akachague yule mchapa kazi.